Mapambano kati ya Simba pamoja na Rayon Sports ya nchini Rwanda, ambao walikuwa kwa mapambano wa kirafiki, na wapeameishakiwa goli moja kwa sifuri waliokuwa na Mohamed Ibrahim tamapokea pasi ama asisti kutoka kwa Emmanuel Okwi, na mpira mpaka dakika 90, goli moja kwa sifuri. Tumeona hapa wachezaji mbalimbali meza utambulisho wa rasmi sasa, wale ambao tunasubiriwa kwa kiu na kwa hamu kabisa, mashabiki waweza kuenda, lakini vile vile tunashuhudia soka safi kabisa kwa klabu ya Simba ambao wanatangaza soka. Nadhani kama uliweza kufuatilia soka hili, basi ni soka lenye kiwango cha hali ya juu, na hapo unaona watu i wanazoondoka kuwa tayari giza limekuja, na taa zimekwisha kuwashwa na hapa ni naye moja kati ya mashabiki na wanazi wa timu ya Simba, nataka na kujua naye maoni yake kuhusiana na game hii na timu kwa jumla. Ni mkazi wa eneo, wewe umeanza kuishabikia kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinasubiriwa leo ni kuona wachezaji wapya wa kitambulisho, ni nyenzo nzima. Amugiaje ujio wa nyenzo za Simba, na umesoka kulipia kuiona hapa? unazungumzia mechi imeonyeshwa na wachezaji wenu, na kabisa, unawaambia auna matumaini gani kwa, kwa asababu moja ya kiu ya klabu ya Simba ilikuwa ni kombe, mathalani ni kombe la ligi kuu ya Odacom Tanzania Bara, wewe matarajio yako ni kwa apokweli mwaka hu tu umejiandaa na waka aomakubwakwli kwetu, basi na kushukuru sana, asante <laughs> sana. Mtazamaji huyo ni mmoja kati ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao amefika hapa uwanja wa Taifa taifakweza kusudia pambano pamoaa na utambulisho wa wachezaji. Basi ni kushukuru tu wewe ambaye uliweza kufuatilia matangazo haya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Shaban Maulidi na mwenzangu ni Karimu Mtira. Nikusihi tu huendelee kufuatilia matangazo haya bila kusahau U-u-download application ya mtila blog, ambayo inapatikana Google Play Store, lakini vile vile usisite kuwa unatembelea blog ya mtila kila siku. Kuna habari kemkem ambazo tumepokea pale kuanzia magazeti, habari za michezo, burudani, siasa, habari za kimataifa.